Leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 kimefanyika kikao cha tume na wadau wa uchunguzi kujadili kuhusu mapendekezo ya kuligawa jimbo la Chemba, ambapo kikao hiko kikiongozwa na mheshimiwa jaji wa rufaa Jacobo Mwambelege. Imeelezwa kuwa lengo la tume hiyo ilikuwa ni kujiridhisha kuhusiana na masuala mbalimbali kama vile mgawanyo wa kata, ramani ya jimbo na idadi ya wananchi katika majimbo hayo. Ikumbukwe kuwa hii moja ya majukumu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili kufanya maamuzi bora na kuhakikisha kuwa maombi yaliyowasilishwa yalijadiliwa na kukubaliana na wadau wote husika. Hali kadhalika, katibu tawala wa mkoa, Ndugu Kaspar Kaspar Muya, pamoja na wabunge wote waliohudhuria kikao hicho wamesisitiza kuafiki na kuunga mkono pendekezo hilo kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya wananchi kama lilivyokusudio. Ndugu wadau, tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Chemba kupitia barua yenye kum namba cab.87 mkwaju 192 mkwaju sifuri moja mkwaju 15 ya tarehe 25 Februari 2025 kutoka kwa katibu tawala wa mkoa wa Dodoma. Ndugu wadau, kwa mujibu wa kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi la mwaka 2024, tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo ambayo yaliomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Miongoni mwa majimbo yanayotembelewa ni jimbo la Chemba hapa halmashauri ya wilaya ya Chemba. Tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo mmependekeza, pamoja na jina la jimbo dilo wasilishwa kwa tume. Je, majina ya majimbo yaliyopendekezwa sasa majimbo mawili sasa, kwamba moja liite Chemba mashariki na jingine Chemba magharibi, ndio mliowapendekeza? Ndio. mgawanyo wa kata ndio ambao ameusema mkurugenzi wa uchaguzi katika mada yake, yani kwamba Chemba mashariki itakuwa na kata kumi na nne na majina amayotaja, na Chemba magharibi itakuwa na kata kumi na mbili na majina aliyotaja. Ndio. Je, idadi ya watu aliyoisema mkurugenzi wa uchaguzi kwamba Chemba mashariki itakuwa na watu laki mbili na elfu nne mia mbili kumi na mbili. Alafu Chemba magharibi itakuwa laki moja thelathini na tano mia moja kumi na tano, ndio hiyo. Je, mipaka ya jimbo na majimbo atakapogawanya ndio ndiyo hiyo aliyesema mkurugenzi wa uchaguzi katika presentation yake? Swali la mwisho, je, ninyi wadau mnathibitisha kwamba maombi yaliyoletwa, mgawanyo, idadi ya watu na ubadilishaji wa majina hayo ndivyo ilivyo, ndivyo mlivyopitisha? Asanteni sana yeah. Huo ndo mwisho wakuhojiwashkuu. <coughs> Okay, kwa kila ambacho imejadiliana katika ngazi ya halmashauri mpaka DCC na mkoa ikapitisha nikapeleka kwa niaba yenu. Sisi kazi yetu kwa ni kuratibu na kuchuja kulingana na miongozo ambayo tumepewa na tume, na tuliwasilisha. Sasa iliyobakia ilikuwa ni na tume, na tume nimefanya vizuri sana kuja hapa siku ya leo hii kuja kujiridhisha. Sasa hapa haitakuwa mkono wangu tena, itakuwa ni mkono wa katibu mu watume kwa sababu wamejiridhisha mwenyewe. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa jaji kwa kweli, ulichokifanya ni vizuri, na ndio utawala bora na ndio utaratibu eh, wa serikali na ndio utaratibu wa uongozi eh, ili kuleta uhakika wa taarifa ambazo zinaenda kuwasilishwa kwenye vyombo vya maamuzi. Mimi nakushukuru sana sana sana, vinginevyo nashukuru tume <coughs> imetutembelea leo, tumefanya jambo la maana. Kilio chao au maombi yao ni ya muhimu sana kwa kwa, kwa manufaa ya watu wa zaidi ya laki tatu na kitu ambao mgawanyo wake, mtu anaweza kutembea hapo kuna fuata anayetaka huduma ambaye anaishi kilomita zaidi ya mia moja na themanini ndani ya jimu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kwanza nichukue fursa hii kukushukuru sana. Wakati wa kuomba kura haiwezi hakuna namna ambavyo anaweza kutembelea vijiji au vitongoji vyote yapo maeneo wanapiga kura hawajawahi kumwona mgombea kulingana na ratiba ya tume ya uchaguzi ya kampeni. Kwa kuhu, kwa ufupi sana, jimbo letu ni kubwa. La pili ambalo nataka kusema, ninakiri sisi sote tumeshiriki hatua ya kwanza hadi ya mwisho kuhakikisha kwamba maombi haya yanafika huku. Kwa hiyo, kwa uhakika kabisa maombi ni yetu wanachemba. Tunahitaji tunahitaji zaidi, tunahitaji zaidi zaidi, na mimi niendelee kukuomba mwenyekiti, kwa sababu huko hapa na mkurugenzi mkuu, tuendelee kukuomba kwamba nafahamu tumeomba wengi, lakini naomba naomba sana sisi chemba tuwe katika wale top 5 ya watu walioomba. Mheshimiwa mwenyekiti, tunawakaribisha na tunasema asanteni sana kwa heshima kubwa mlio tupatia wanachemba. ni hamu yetu kubwa, mheshimiwa mwenyekiti, na tunatamani sana huu mchakato na ujio wako leo. Umeleta matumaini makubwa sana kwa wanachema, wanaenda kuiona sasa Chemba ya maendeleo ya kufikiwa na viongozi wao, lakini hata kwenye utekelezaji wa miradi badala ya kupata milioni mia tano za barabara, tutaenda kupata bilioni moja kwa ajili ya barabara badala ya kupata vitongoji vitano kwenye jimbo moja la Chemba tutakwenda kupata vitongoji kumi ndani ya wilaya ya Chemba. Kwa hiyo mchakato huu mheshimiwa mwenyekiti, utakwenda kutusaidia sisi wana Chemba, kurahisisha kufikisha huduma za kijamii kwa wananchi wa wilaya ya Chemba. Kwa kweli kikao kilikuwa ni kizuri kwa ujumla na hakuna kitu kilichobadilishwa yote yote, yameungwa mkono. Ni muhimu kwa sababu jimbo la kwanza ni pana sana, sasa wananchi hawakuwa karibu sana na huduma zile ambazo so, sasa hivi zikisha gawanywa watu watakuwa na huduma ya karibu mno, ama utawala utakuwa wa karibu zaidi zai, zai, hata katika majimbo yote mawili huduma za mawasiliano kwa kweli ma, wananchi wengine wako mbali sana na, na mawasiliano bora. Sisi hapa Chemba kati au Chemba senta hapa tuna barabara ya lami, ukienda kama vijijini huko Usandawe, ukienda huko sehemuzamvijo aweli maasulan ni shida. Hata, hata wakati wa masika haipitiki, mbo zikionyesha barabara zinakuwa sio salama sana. Kufuata na, na kugawanya kwa jimbo ili tulianza muda mrefu zaidi ya miaka lakini hata, hata mchakato huu mimi nilishiriki sana mpaka tukafikia mwisho kwa majibu haya, mimi nashukuru sana. Huduma izawasogelea karibu, kutoka kule Chemba magharibi mpaka hapa kusema kweli ni maili ndefu sana.